Huko nchini Italia tunafahamishwa kwamba Giovanni Angelo Becciu, ambaye aliwahi kuwa miongoni mwa viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya Vatican, amesema hatoshiriki katika mkutano wa siri wa kumchagua papa mpya, baada ya kuhukumiwa kwa makosa ya kifedha. Mnamo mwaka 2020, Papa Francis aliamuru Kardinali Becciu kujiuzulu hadhi na haki zote za ukadilinali kufuatia kuhusishwa kwake na sakata la kifedha ndani ya Vatican yaa cha papa wiki iliyopita, kadinali Becciu alikata rufaa akitaka kurejeshewa haki ya kushiriki katika mkutano huo muhimu. Hata hivyo, tarehe 29 mwezi Aprili ametoa taarifa rasmi akitangaza kujiondoa. Nimeamua kutii kama ambavyo nimekuwa nikifanya daima mapenzi ya papa Francis ya kutoniruhusu kushiriki katika mkutano wa siri huku nikiendelea kushikilia kuwa mimi si mwenye hatia. Alisema Becciu, kwa mujibu wa taarifa ya Vatican iliyotolewa Jumatatu. Makadirinali wamepanga kuanza mkutano huo wa siri mnamo tarehe saba mwezi Mei kwa ajili ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki linalowakilisha waumini takriban bilioni moja nukta nne duniani kote. Uamuzi wa, wa Becciu kujiondoa umetolewa siku saba tu baada ya kuliambia gazeti moja la Sardinia kuwa hakukuwa na tamko la wazi la kuniondoa katika mkutano huo wa wala agizo la maandishi linalonitaka nijiondoe rasmi, alisema Becciu. Becciu alipatikana na hatia ya ubadhirifu na ulaghai mnamo mwaka wa 2023 na akahukumiwa kifungo cha miaka mitano na nusu jela. Yeye ndiye kadinali wa kwanza kuhukumiwa na mahakama ya jinai ya Vatican. Lakini kadinali, ambaye amedumisha kutokuwa na hatia kila wakati, alikata rufaa ambayo bado inazingatiwa.